Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Mwili wa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, utawekwa katika jeneza ndani ya kanisa dogo la Mtakatifu Marta ukiwa umefunuliwa usiku wa Jumatatu ambako ndiko yaliko makazi yake, kulingana na taarifa ya Vatican. Mwadhama Kelvin Cardinal Farrell Alithibitisha rasmi kifo cha Papa Francis katika ibada iliyofanyika jana majira saa mbili kamili usiku. Viongozi mbalimbali mbali wa kanisa walihudhuria ibada hiyo. Kardinali Farrell ndiye ambaye anachukua uongozi wa sasa wa shughuli za kanisa Katoliki katika kipindi cha mpito kufuatia kifo cha Papa Francis aliyefariki jana akiwa na umri wa miaka 88. Kutokana na kuapishwa kwa kanuni mpya za mazishi ya mapapa zilizoandaliwa na mwenyewe Papa Francis, uthibitisho rasmi wa kifo cha papa hautofanyika tena katika chumba cha marehemu bali katika kanisa dogo. Katika hatua nyingine, msemaji wa Vatican Matteo Bruni amesema mwili wa Papa Francis unaweza kuhamishiwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Pita siku ya Jumatano kwa ajili ya kuwaruhusu waumini kutoa heshima zao za mwisho. Kulingana na Bruni, kundi la makardinali linalokutana leo Jumanne linatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu suala hilo. Barabara zinazoelekea katika kanisa kuu la Mtakatifu Pita zimejaa tayari, huku maafisa wa usalama wakiuelekeza umati wa watu wanaotaka kutoa heshima zao za mwisho. Aidha, Bruni amesema maombi ya kwanza ya hadhara kwa ajili ya kifo cha Papa Francis yamefanyika jana usiku katika uwanja wa Mtakatifu Pita. Mwadhama Marumo Kardinali Gambeti aliongoza ibada ya maombi pamoja na sala ya rozari takatifu. Kwenye mji mkuu wa Argentina, Buenos Aires, waumini walikusanyika jana Jumatatu katika ibada ya misa takatifu ya kifo cha Papa Francis, ambaye naye ni raia wa Argentina. Akizungumza baada ya ibada hiyo, askofu wa Buenos Aires, Jorge Agcio Garcia Guerva, amemtaja Papa Francis kama papa wa wanadamu wote. Nikimnukuu Papa wa wote amefariki, papa wa wanadamu wote ambaye alisisitiza lazima iwepo nafasi kwa kila mmoja. Na alirudia kusema hivyo kwa vijana wa Ureno wakati wa maadhimisho yaliyopita ya siku ya vijana duniani, kwamba kwa kila mtu, kwa kila mtu, kwa kila mtu, kwa kila mtu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres, ameomboleza kifo cha Papa Francis huku akimsifu kutokana na ushawishi wake wa kihistoria kama mjumbe wa matumaini na sauti ya amani, unyenyekevu na ubinadamu. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa salamu zake za rambirambi kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social ambapo aliandika pumzika kwa amani Papa Francis, Mungu ambariki yeye na wote waliompenda. Viongozi wa Afrika ambao wametuma salamu za rambirambi kutokana na kifo cha Papa Francis ni pamoja na Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Kongo Felix Tshisekedi, Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na Rais wa Malawi Lazarus Chakwera. Wengine ni Rais wa Madagascar Andry Rajoelina, Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye na Rais wa Misri Abdel Fattah Fattah Al Sisi. Baraza la wazee wa Kiislamu nalo na pia limetuma salamu za rambirambi kufuatia kifo cha kiongozi wa Katoliki duniani. Nao viongozi wa mataifa ya Kiarabu wametoa salamu za rambirambi kwa kifo cha Papa Francis wakiwemo kutoka Lebanon, Palestina, Umoja Falme za Kiarabu na Jordan. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele.